yetu bila pasi ni kama Barcelona mnaijua, etapati nafasi hata pointi kuichukua. Wambeni makapi kapi, yangani atoto akishua mama auno mwaka kisasi yanga yetu kuinyanyua, tumwombe Mola, yanga yetu shike kasi, tucheze mpira basi. Sisi tunatamba na kwenye pitch We say thank you God. Thank you Lord to help us to win this match because of today we are coming here in order to support our Young Africans team and uh, yani kwa hatujui kwamba tutapataje matokeo gani umeona, but uh, tumewina. mm -hmm. mechi ni tegemea itakuwa na kaugumu. mm -hmm. na ugumu ulikuwa wapi? ugumu ulikuwa mm -hmm. kwenye mm -hmm. kwamba hawa jamaa tumekutana mm nao -hmm. mara ngapi? mara tatu, leo ni mara ya nne, kwao kama tumekutana nao mara ya nne. Mara ya kwanza tuliwashenyeta. Mara ya pili tukawashenyeta kwenye na leo. Kwa hiyo leo ulikuwa lazima iwe hivi. Kuna labda mechi mechi ni sana. Hivyo labda mechi itakuwa lazima hivyo hivi. Yote kwa yote kwa wachezaji, naamua muanani mwenye kikosi bora mwenye kikosi kizuri achukue pointi tatu, mechi za leo zaleomashadei ma, imeenda vizuri ashatidei Alikamwe, tunashukuru baba eh, kwa kwa match day mm, leo hii tumeonekana muonekano mwingine tofauti. ukiwa umevaa jezi na mm, ukiwa umevaa shati unaonekanaje? Mm, sura za kuonekana kwenye jezi leo, ukiangalia hata Kigeregere uko tofauti. Kwa hivi sisi ndio tunaipenda klabu yetu kutoka so, so, ndani ya moyo huwa sio kama wale wengine wapmei. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu baba, tumevuna pointi tatu. Kosti wamekuja mechi yetu, tumechukua tumechukua pointi tatu. Tunajiandaa na mechi dhidi ya Lambalamba lamba. lamba, lamba. endelee kuji kuji kujiandaa sasa atubakie hapa kwanza Yanga Africans <coughs> mmekutana si, uh, na kosti mara kwa mara na mmeshinda ushindi mkubwa lakini sasa hivi mmeshinda ushindi mwembamba kuna shida yoyote ndani ya kiwanja kwa ulipoangalia mimi nadhani Kabla ya swali hilo nilikuwa nimesha kwa kwa nini tumepata shida mbamba, kama tafakari yeah. Uh, mi niseme hawa jamaa tumesha yani huu msimu tumekutana nao marahisi na leo ilikuwa ni nne, na katika hizo tatu zote tumewashenyeta, yani kuwafunga, labda niliongea kibantu <laughs> eh, kuwashenyeta yani tumewafunga kwa kwa tumewapiga mara tatu mfululizo, leo ilikuwa lazima tena tuwafunge tituta, ila tukutegemea tuwapiga magoli mangapi? kwa kama tumewashenyeta goli moja, wahenga waliwaza wakanene kakubalika, aliyekula kala japo kaonja. Goli moja pointi tatu, kipi kinacho kinachopambanua kwenye pitch kwenye uwanja nini? Pointi tatu na nikwambie tu kwa hali tuliofikia sasa hivi kwa sisi Young Africans pointi tatu dhidi ya timu tunayocheza nayo Yanga tunazihitaji zaidi kuliko wao wanavyozihitaji. Mechi iliyoko mbele yenu ni ile ya Azam, na tunamwona aliaua kwenye mchezo, mchezo huu ni kama amepata majeruhi, inawezekana mechi ikawa ni ngumu zaidi kwa vile vile ambavyo tunafikiria. Kwanza sisi Yanga tunajivunia utajiri yes. tunajivunia so, mdomo basi soka mdomo basi kamdomo kanavyonyoka hivyo, unaona kama anajidai, sio kama anajidai, ni ubora na ni ubora wa kikosi changu cha wachezaji wangu. Mimi nina wachezaji kwenye namba moja wapo zaidi ya, wa, ya wawili. Ina maana huyu anapotoka huyu anayetoka mtu anayeanza mtu <laughs> ndio maana sisi leo hii, hivi mimi nikikuuliza Yaokwasi toka apate majeruhi ni lini ulikuja ukaona pengo la Yaokasi toka Yaani hujashtuka tu hapo kwamba yanga na kikosi kipana eh? Kwa hiyo sisi tunajivunia kuwa na kikosi kipana, asipokuwepo fulani yule fulani ndo anapata na yeye nafasi sasa ya kuwa mchezaji wa kwanza kwenye mechi hiyo, kwa sababu yule fulani anapokuaga yuko fulani anakwaga anaanza fulani kwao kwa fulani labda ni kajeruhikajeruhi au kajero. Ana anaanza ana, yule ambaye huwa anatokea bench kwa sababu kat ya wachezaji wetu wote landana hatuna pleasure, hatu atugadhabiki hatu, yani hatuna wasiwasi wasiwasi labda ulete wewe ndugu mwandishi, sisi hatuna wasiwasi yeyote, na aje kwa hivi huyo alambalamba mechi ya kwanza kanifunga mingi hivi, wako akili yako ya haraka haraka kweli? Sisi Yanga hii ya kufungwa mara mbili mfululizo hatuwezi kukubali. Hicho walipata matokeo, sasa ni zamu ya kupata sisi matokeo. <coughs> Young Africans Hatuna ugeni kwenye kiwanja chochote ambacho kiko ndani ya ardhi ya Tanzania. Yanga Africans hatuna ugeni wa kiwanja chochote ambacho kiko kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa mechi ambazo tumechukua pointi nyingi ni mechi za uganana eh eh, <laughs> itapia ndio njia mojawapo ya kuongeza msamiati kwa sahihi, ndio njia nini, mechi ya nini ndio tumevuna pointi nyingi. Ukiangalia mechi za mikoani, mechi gani sisi tumefunga? yaani hata nje apaanjeyule yuko wapi? mkoani siuko daelaako Dar es Salaam kiwanja cha ugeni msaletu. Kwa hiyo ukiangalia matokeo ambayo tumeyapata mabaya nje ya viwanja vya nyumbani ni machache kuliko na faida kuliko faida, yaani tumepata mipointi mingi kwenye mechi hizo za nje viwanja vya ugenini. Kwa hiyo hata nini yule jamaa, kwanza kiwanja chenyewe kimetumizi kiwanja kile chenyewe kimetumisi sisi, kimemisi show zetu. Nasema mrudi tena sio so, tu sasa haturudi, kwamba sisi kuenda kutoa pesa yetu tumpe yule bwana nani kwa ajili ya kuwa kuku, sisi wenyeji katika wa, kiwanja chake hicho yeah. Ndio tulisema haturudi, lakini sio kwamba yeye kama mwenyeji sasa ye, kama mwenyeji amechagua uwanja wake mm -hmm. Mtakataa Nenda kumshenyeta pale pale, na kuna point kama kushenyeta mtu kwake, lakini kumbukumbu nyingi sana kile kiwanja, kwa kumbukumbu kumbu nyingi za kugawa tano tano, hayo ya kufungwa. Najua wewe, mbona mazulu ndio usemi, tunaanza kwenye raha kwanza okay. mi nikwambie kama una wasiwasi basi, mi nikualike tu Uh, katika dimba la Chamazi kwa ajili ya kwenda kushuhudia Young Africans ikiikataa ikiikataa aibu ile ambayo tuliipata mara ya kwanza baada ya kukutana na wale jamaa. Na kwanza situwakutananao wewe mwenyewe uniona mara mala kajinyekundu, watu wenyewe tuko nusu, wakafunga kagoli kamoja. Hii mechi tumetimia. Sasa unishtue, si baba si hiki sitishiki, na wala mechi ya Azam. Nampongeza. Ah. Yaani nampongeza. Sisi Yanga hatuna kikosi cha kauka nikuvai <laughs> Yaani eti mchezaji umeumia, umengangana tu mingangana tu, hii sisi wachezaji wetu unapocheza uwanjani sio utumwa. Alikuwa analia, eh, ilikuwa ni maumivu au ni nini? Ndio maana nakwambia mchezaji wetu anapocheza Yanga afria, ana relax ana enjoy anaingia kutumikia kibarua chake, kwamba mimi nikiumia, kuna mtu, hakuna wasiwasi, atakuja azidi. Haya, kaingia pale muda thiri. Haya, uliona ya, uliona pengu pale, hey, yani ni katika heli, tunaachiana achiana, tunaachiana achiana. Yeye baada ya kupata pale mushkeli. Usinikabia kama. Kwa juu, baada yeye kupata mushkeli pale, akaona bora nipumzike, ili nijiandae vyema kwa ajili kwa kwa kwa ya mchezo alialikuwa Auf... ananena kwa lugha watu akiwa nena kwa lugha wanakuwa natoa macho. Kigeregere, kuna jambo la, la kitaifa wawakilishi wetuano, e, yaka e, wanatuwakilisha siku ya tarehe tisa. Mimi ni Mtanzania ndio kwenye shughuli yangu, kama mliwahi kuhudhuria mtanioni, <unal repetition> lakini kama amjawi kuhudhuria